Tumekuja tume, tume hapa ziwani Victoria, pia nao kama nyanza wana mradi mkubwa kabisa wa vilimba vya samaki, kwa sababu eh, wanasema ushirika usitegemee wa aina moja, na ushirika wa kifedha, ushirika wa mazao, lakini hata pia uh, ushirika wa wavuvi pia. Na kama hivyo wameanzisha mradi wa vilimba vya samaki uh, ni namna ya kutafuta vyanzo vingi vya mapato kwenye, kwenye taasisi zetu kwenye ushirika wetu. Uh, kimsingi kwanza ni shukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu uh, rais mwenyewe sasa sasa hivi eh, kwenye maeneo tofauti tofauti maeneo mbalimbali yupo kwenye ziara ya kuomba ridhaa na kuhakikisha kwamba Oktoba uh, tunamweka tena madarakani. Lakini ushirika uh, anatusemea vizuri na ushirika ameuamini kwa sababu hata tunasikia majukwani kwamba sasa hivi hakuna ule ushirika ambao uh, ulikuwepo nyakati za nyuma kwamba ukiingia kwenye ushirika unakuwa mpiga dili, ushirika watu wanalalamika, wakulima wa, ushirika hauonekani matokeo kwa vile vyanzo ambavyo wanavyo sasa hivi. Na sisi kwa kauli ya mheshimiwa rais, na sisi tunatimiza kwa vitendo kama vyama vya ushirika, na ndio maana sisi tumethubutu kutembelea vyama vya ukanda wa, wa, wa, wa Ziwa, ukanda wa wa, wa, wa, ziwa la Victoria lakini pia tume, tumeona namna gani ya kupeana uzoefu, lakini pia tutajifunza vingi kupitia vyama vya wenzetu, lakini pia sisi tumekuja huku, lakini na wao pia wanapaswa waje kwetu wajifunze yale ambayo tunayo sisi kama vyama vya mazao ya korosho, ufuta pamoja na mbaazi, kwa sababu hayo mazao mengine pia hata huku wanalima, aidha wanayakusanya. Tumefanya vizuri wana kuja kujifunza kupitia wao kwa sababu wao wamekuwa ni watu ambao wamebobea katika masuala ya ushirika ambao wameanza kwa muda mwingi. Sasa mimi kama mjumbe wa Korosho Joint na mwenyekiti wa dini, ambao nimejifunza vitu vingi sana ambavyo nimeweza kuvibeba na naweza kuanza kufanyia kazi katika chama chetu na umoja wetu wa Korosho Joint. Kwa mfano, wao wameweza kwa kwa kumiliki majengo mbalimbali, na ambao kwa sasa hivi yanakuwa kama kitega uchumi ambayo kinaongezea mapato lakini vilevile wanamiliki miradi mbalimbali katika eneo au katika jiji la Mwanza, kitu ambacho tayari kinafanya kuwa na mapato bila kutegemea ushuru wa mazao. Kitu ambacho kitakuwa ni endelevu kwa ushirika, na ushirika wa sasa hivi unatakiwa lazima tuwe tunahakikisha kwamba tuna vyanzo vya mapato ambavyo vinaweza kujiendesha wenyewe bila kutegemea mapato au kutegemea ushuru wa mazao ama vinginevyo. Kwa hiyo, kupitia hilo tumejifunza au nimejifunza kwamba ni kitu kizuri ambacho kinanifanya mimi nikibebe kipeleka katika chama changu kuhakikisha kwamba chama changu kwa sasa hivi kinamiliki miradi mbalimbali ma ambayo yenye bila kutegemea ushuru wa mazao au ushuru wa aina kitu zingine chochote. Yani kupitia miradi ambayo tutakuwa tutaianzisha, basi itakuwa ni chanzo kikuu cha mapato ambacho kitauwezesha kujiendesha, hata kama pale serikali ikitamka kwamba sasa hivi vyama hatotoza ushuru kutoka katika mazao ya wakulima, kwamba kupitia vyanzo ambavyo sisi tutavianzisha, basi vitakuwa ni sehemu ya chanzo cha mapato ambacho kitafanya chama chetu kuweza kujiendesha, unaona. Kwa hiyo kupitia hilo tumejifunza.